Naam, ni saa tisa saa tisa majira Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki. Big up sana kwa wote ambao mko mnaitizama Baraka One TV kwa kote duniani, ni jambo la heri, tunashukuru sana uh, ya yeah, yeah, yeah, yeah. Binafsi na appreciate sana na inanitia nguvu na inatuweka nguvu na inatupa pia faraja kuona kila jinsi tuko tunazidi kwenda, mambo ya kwenda ya kwenda kuwa motivated. Uh, niko na kitu kimoja ni special sana. Niko na ujumbe mmoja special ambao uh, ningetaka ndugu yangu huu ujumbe umetumwa na moja kati ya watu ambao uh, wako na mitazamo chanya. Sasa ni vyema kama tutausikiliza. E, yeah, ni vyema kama tutausikiliza, kisha baada ya kuusikiliza huu, uh, utakuwa umeweza kubenefisi kitu. Of course utakuwa kuna kitu ambacho utagundua unaona, nchi yetu mambo ambayo iko inapitia inahitaji watu kuwa wanapata vitu vipya kila siku, kuwa wanapata ideas mpya kila wakati Ushelewa kwa hiyo tusiwe tunabakia kwenye zile zile idea za kuambiwa, lakini idea ambazo unaona unasikia na unazifanyia analizi, kisha unakuja unapata jibu sahihi wewe mwenyewe kwa kutumia uwezo wako na akili zako za kuzaliwa. So ni jambo la maana sana. Na Ankis Kandek, big up sana. Da Letitia, Da Feza, big up sana. Biondo Kilamba Mawe, big up sana. Mzee Settlement, big up sana. Ndugu yetu ndugu yetu ndugu yetu brother Butoto Diedone big up sana eh, Jacques Bahati big up sana eh, Kizenga Tembele big up sana Shabani King Sele big up sana na wote Simba Bagoma Samuel uh, Emmanuel Mang'ombe uh, Rajao Papi uh, Elisha Uh, kokote duniani ambako mko mnazidi kututizama, tunasema hivyo kabisa. Hebu tusikize kwa kwanza, hii mimi nina wazo mbili, wazo la kwanza ni juu ya au tatu, wazo la kwanza ni juu ya kanambe isio ndugu yetu natu, anatoka kusema mu voice yake hapo manchi yenye ikusirie nasema wa wa kongomano wako wananisikia, mumanchi yenyi kusiri, huyo mtoto wa, wa Mnyarwanda eh? kanambe ilafali kwanza eh? kosa la kwanza kuiba nationalite ya watu mmanchi kama huku huku mabulaya uku kupata nationalite ifu kuitetea ifu kuiomba. Na hata kama yeye alikuwa adopte, ilikuwa adopte ile, sisi wakongomana hatukujua ule mwenye alimwadopte ule eh, Mzee Desire Kabila njo angipashwa kuleta jina lake, sema huyu nili adopte, unaona na kama siyo hivo, kudanganya wakongomani, kudanganya nchi ya Kongo kwamba yeye ni mkongomani akatawala wakongomani miaka kumi, na ni kosa ya zina hiyo. Kosa inapashwa kuwa iko vrema, kosa ya ajabu iyo safile ili padasemeka contre

Huyu mtoto wa Kanambe alidanganya Kongo, akatawala Kongo, akauisha Kongo wa, wa, watoto wa Kongo. Mpaka hivi angala na uisha watoto wa Kongo. Hiyo kwanza ni kosa yenyi bila, bila, yani kila kitu kenye anafanya kwa leo hiyo ni kosa. Alidanganya Kongo, alidanganya watoto wa Kongo wa kwamba yeye ni mkongomani akakaa, kwa, yani akatawala aka wakongomani, akawaiba mali yao, akawauisha yani ak, pa akawaua. Hiyo kwanza ni kitu kwanza yenye serikali au mtu yoyote ule mwenye anajisikia anaweza kupose plainte contre yeye, hiyo kwanza sio serikali tu hatumpatie, eh, kila kitu kenye kinajulisha kama ni mtoto wa ni mtoto wa Kongo. Na ndo maana ushakaona oh, mtu yuko na mama yake anamtia mama yake mu residence surveiller pandan 18 ya rene, lakini tuko tuko distrema tuku vitu vingi kwa tres important ilikza ndio maana nasemaka, mimi nasemaka wakati mmoja ba ndugu yetu bakatange hapa, nilisemaka wakati ya pili, Mkongo iko kwavo, lakini nitakufunga KKFN bakatange kazi yabo tu, hata kama bako hana bote abo bora, bora ule Mkongoma, ule ule uleule uh, mtoto wa Kanambe abatawale kuliko kasekede mtoto wa Mkongo. Unaona akili yabwi gishira kwaka koma, wanatawaliwa wanaomba, wanasema eh, bongo ya mtu mwenye haiko Mkongomani na wala msapoti otooza kama akili iko haye, kama, ni, ni, ni, kama nakulaka nini? Cha pili, huyu bwana anastahili kufungwa kabisa. Huyu mtoto kanambe anastahili kabisa. Wakongomani wa wamsiki kwanza, ili tu kuwacha mtu yote ili kwanza kudanganya Wakongomani kama huko mkongomani unawatawala na unavau unavaua kumbe, ku mgeni

Wa, chapili uyo... Korni nanga. Korni nanga, Krona, ni juyo huyo Korni nanga, Korni nanga, nabisema tena hapa, unaona mafrontiere, kuishi kwa mafrontiere ni ni watu wa mafrontiere wanakwaka tu wanajiconfondre mule ndani inaweze mimi niliselo historia niko nayo nanga, haiko propre mkongomani. <laughs> Yaani ni Paris Dakar, mama yake ni Mnyarwanda, selo nasikia hivyo, yaani ni 50 50, na ukikuwa na mtoto una unaoa Mnyarwanda ujue mtoto anaendaka tujuru kubayomba yake. Mtoto mwenye utazala na mwanamke wa Mnyarwanda ujuwe ule mtoto anaendaka tujuru tujuru kubayomba yake. mama yake ananga sebi story moya mama yake ananga ni dada yake ya ule mwana anafungwa kondana moro ule ilo jina unafikaona, jina ya mnyarwande kama, kama nani? Ule muntu aniambia jina na yuko kondani mwenyewe, depute mwenyewe alikuwa natia lubaya, kama njo, njo, njo eneo yake, unaona bwana, njo yani ule nanga ndo mwipwa yake yo njama nandonjo, ilikuwa liezu entre nanga

Wa, wa, waseni ndio ndi copili hapo, mama yake yananga ni dada yake ya huyo Mwanga chocho selo lezondi au selo histuary moya au selo eh, temoanyaje yenyewe iko pale nananga. Nanga kuna majina ukisikia, ukisikia jina unapocha kujua kama hii ni kabila fulani nanga inapaswa kuwa jina la Kirundi au ya Kinyarwanda, yaani ule haiko propre Mkongomani na damu ni ajabu, damu ni ajabu, damu hii ni nzito kuliko maji. Yaani nanga hata watu wakufe Mkongo hajali -ha, kwa sababu damu yake haiko ya mkongomani sampula Tukiende kwa baopoza wenye wako Mkongo swandiza so, baopoza wakina Fayulu baiyo Katumbi njo propre haiko hata, hata, hata toni moya yake Kongomani baiyo. Kanambe, ushakaona mstaafu wa nchi anakia kungombanisha nchi yenye litawala? Hili kitu iko haiko haki, haiko haki kabisa unapata ustaafu wewe unapata mstafu wa ile nchi ulidirijia panda otadane tena, unakamata mabunduki kwa kuua wale waraia <laughs> ndio kuonesha kwamba uli mtoto aiko mkongomani sapor, yaani madamu ya makongomani tena wanakufa ajali, juu aiko mwaile aiko aiko raia ya ile nchi ah. Moto ba opoza abasemje chochote, hata shole sel shole ambongo ambungu ni mtoto ambungu, anatoka Congo, nani Republique Centrafricaine, na mwenye alimkumalisha ni baba yake ya onona, ule ule nani Bemba, Bemba iko na siri ya ambungu, na rudili ya hivi wa congomani ule Bemba ule iko na siri ya ambungu, Kardinale ambungu, kwa sababu Bemba saulona baba yake ya, ya, ya, ya Jean Pierre Bemba njo alimsomesha njo alikuwa alikuwa namwenye na, kum, kum, kumalisha na mwenyewe alikuwa baba alikuwa baba yake ya Mbongo; alikuwa mtumishi wa mzee Bemba Saulona kama vile cuisinier kama vitu vya hivyo. Origine ya Mbongo ni Central African. Na ukiwaona aicain na ukiwaona gisi yako nafanya abana hile D damu ni hatari bwana. Yaani hata makongomani wanakufa hapa ajali kwa sababu haiko damu watu, maana yabo tunadecouvrir watu makongomani, wao wanajua, na nilipenda sana Jean-Pierre Bemba kutoa secret yote ya yule mtoto wa Kanada. moi j'aime ca apa ndio ya machoro chochoroni, yeye alisema iko na mapreve yote

Umwangalie kabisa hii kitu, ifutu tunafundisha watoto yetu hivi. Mtu fulani haiko mkongomani? Hapana, ni kuficha ficha, hapana tu, tunabasema hebana, weye weye weye Kamera, hauko mkongomani, sabusa weye Katumbi hauko yaani, kufundisha watoto ya Kongo kabisa, hapana kuba, hapana kubambia sa vile unasema na mtu sa kubambia ukleri ambao unasikia weye kanambia hauko mtoto wa Kongo. Wey Kardinal Ambongo aoko mtoto wa Kongo, wey Fayulu aoko mtoto wa Kongo, donk ilfore bakongo mane bawona joe discur weye Matata mponyo aoko Mkongo mane sa pusa na nto pale ka kusema Muangalia, muangalia au waupoza, waupoza wakuakivilisi wawajabaaas juu ya nini? apako makongomani a pale tu maentere yao baobarishe kama makongomani atakufa milioni milioni, sawa wambie kitu. Damu ni nzito kuliko maji, ndugu zangu. Kwa hiyo cha chapili au cha tatu ni concerna Aba bagenero ya FRDC, bagenero ya FRDC, problemi ni moja ndiyo mtu awezi kuweza yote. Ingilikuwa kuwa chisekete lipataka ile ile, bale bakonseye vake bakuambia seme bote bagenero ya mtoto wa kanambe bakamate retreat nawaza kama atuko mwa hiyo vitu bale ba jenero huyu mtoto wa Kanambe alikuja na, na, na siasa juu unajua mtoto kama kama haiko wa wa, wa, wa wa ile wa ile inchi anaikuweka namba vitu vingine vingine sana vya vya ku, ku eh pour que ba mjue ni mtoto wa inchi, il faut aona na financer, il faut aona afanye corruption kwa hapa, eh, aise kurenye bila problem. Unaona jisi aliwaua batoto ya Kabila, ya, ya, ya, ya pale ya, ya, ya desire wale bote ba eme banane aliwaua, juu istori isijulikane, na njo maana akafichwa ule mama ule mama mama <coughs> ule mama akuzalaka mpaka leo ayazalaka mama sifu, na ilifukwambia makongomani boti hivo, na ndio maana alikuwa nafichwa ule mama asitoke hadharani, asitoki, asitoki publiki

juu bamupende yeye eh, basemfanyise kudeta yaani, ungie president atakuya kuya bamchukie juu yeye alikuwa anabatilia alikuwa anabatia ya kila, yani alikuwa anapatia free kwa kila kitu. Sasa <laughs> ki Tshisekedi ana kuja ana, anaana bloke ili di, bale majenerali bashazoea kupata franga unaona. Eh, eh, eh, en general iko na, na, eh, meble ya, ya mule iko na sasa douze etage mu Kinshasa ku na ndio maana huyu mtoto wa Kanambe alikuwa na force, alikuwa na espoir, alikuwa na sana kwa sababu hao bagenerou watafanya nini, watafanya nani ce qui du coup d'etat nnawana na ji ilikuwa misio yabo kabisa, kama huyu bwana ile, hao wa FC nanga walienda mupori nini, ilikuwa misio kusema kwamba bako deja na clik mulimu FRDC aitafanya siku banangusha nchi ule mtoto wa wa mnyaronda tena anaenda anaenda anapata puva ile njo ilikuwa shikre kabisa, yenye ilikuwa pale, donc ba jenero botu ni kwamba sha oza botu na ndo bana bakupigana. Yani kabila alimwambia sema no ule mtoto kanambe, mweye muende tu minta forme parti au ta forme grupe rebele ile ya kisha wakienda mune bale wa jenero batawasaidia mkadre gani watawasaidia mwile matraison tunafika fulani munatuachilia tunaingia mpaka kitu tutakama nakumbuka wakati mmoja. Huyu mtoto wa Karambe alimwambia Chisekedi aseme eh, eti Chisekedi iko iko na chesa la moto, donk balikuwa sirsir kabisa sir kinyiki ni bakoroga, abakujua kama bawazalendo batajisuleve, abakujua kama wazalendo batakuwa bata na efare pamoja na ndio maana unakumbuka wakati ilikuwa jina ya Maimai aa bagenerali ba, ba, ba, ya kutumba ba mtetezi ba, baligombanisha sana, na walikuwa bakipiga msoda moya wa Mnyarwanda tutembatayo inaingia mafizi mawapi kulu kutumba minembo baende kupiganisha. Unajua kama ingekuwa hii sistemu yenye Chisekita dileta ba wazalendo kwa na nani na FRDC hii vitu vingi isaka zamani

hiyo ndo maana bajenero abakukwa na pigana ili asira yakusema ya kama Chisekedi anabloke masiti yavo ya, ya maoro ya ya kuchimbula maoro kule i akuna kingine ili njua ni asira yenye balikuwa nayo mpaka leo mpaka leo. So hapa bawazalendo kitu keini ilifikia kile bwana alisemaka bawazelendo bao commande na troupe yavo, a FARDC navo na troupe yavo hapo nisaa, kwa sababu mui systeme vanaza nona commandement koma militaire muwachi panaache, commandement militaire vanaeza kuambia uwa mama yako utampia mazasi hapo na nanguka, yaani militaire sorda ni commandement Ukimwambia abo basoda o baana bloki ya Uvira inafunga kila kitu, ndio maana tu tuikale hapa waka, tuikikie, chidye, bale ba ba tukomande ba, ba, ba, ba, ba, ba RDF ipite hakuna kitu kingine. na hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Uh, mengine tukutanane uh, majira ya saa kumi na mbili kwenye mitazamo yenu, lakini kumbuka tu kwamba pia um, sedia na na operation msaidia muzalendo bali kunaendelea na uungana na B1 TV ili kuweza kurahisisha operation hiyo.